Lilikuwa katika hali mbaya na lilikuwa limefikia katika hali ya hatari, na akaeleza kwamba aliwahi kuongea na mkuu wa majeshi kumfahamisha kuhusu yaliyokuwa yakiendelea katika Tanzania, lakini hakujibiwa chochote na mkuu wa majeshi. Sasa tunafahamu kwa nini mkuu wa majeshi hakumjibu Kapteni Tesha kutokana na yale yaliyojiri Oktoba 29, ambapo wakati wa Tanzania wengi wakilitegemea jeshi la, la wananchi wa Tanzania lisimame upande wao likaishia kuachia wengi wa wananchi wakiuawa na baadhi ya askari wa jeshi hilo, hilo walishiriki kuwachinja Watanzania. Lakini kibaya zaidi mkuu wa majeshi ambaye hakumjibu Captain Tesha alipomwelezea kuhusu hali ya nchi ilivyo, alijitokeza na kulaani wananchi waliokuwa wakipigania nchi yao. Kadhalika, Captain Tesha katika, katika maongezi hayo aliyofanya na Watanzania Oktoba 4 ya 2025 alitoa wito kwa jeshi la wananchi wa Tanzania a, kuchukua hatua kuiokoa nchi yao, lakini mnafahamu kwamba kuanzia Oktoba 29 jeshi hilo ambalo watu wengi walipewa matumaini kwamba lingewasaidia Watanzania halikufanya chochote. Kingine ambacho Captain Tesha alikiongelea hiyo Oktoba 4 mwaka jana, uh, aliwataja baadhi ya Watanzania ambao walisema ni wazalendo uh, na kwa hakika walikuwa wakipigania nchi yao. Katika hao alimtaja Balozi Humphrey Polepole na pia alimtaja Mzee Joseph Butiku pamoja na Jaji Robert Makaramba. Hata hivyo, uh, siku mbili baada ya Captain Tesha kuongea na Watanzania, yaani Oktoba 6 ya 2025 balozi Polepole pole alitekwa na Jasusi TV ilielezea matukio yote ya mawili hii, hotuba ya Kapteni Tesha na tukio la kutekwa kwa balozi Humphrey Polepole, na Jasusi TV ilijiridhisha kwamba kutekwa kwa balozi polepole pole kwa kiasi kikubwa kulichangiwa na hii hotuba aliyoitoa Kapteni Tesha, kwa sababu kulikuwa na hofu kwamba hizi nguvu mbili, hizi sauti mbili zikiungana, nchi ingetikisika, na pengine yayumkinika kusema laiti Kapteni Tesha angeendelea na moto wake na balozi polepole pole asingetekwa, Huenda yaliyotokea Oktoba 29 yasingetokea. Huenda Watanzania wangeweza kuamka na kuchukua hatua stahili ambazo zingeweza kuzuia unyama mkubwa uliofanywa kuanzia Oktoba 29. Jingine ambalo Kapten Tesha liliongea lilikuwa ni kuhusu kitu kinachoitwa deep state na kitu kinachoitwa mtandao ndani ya Chama cha Mapinduzi, na akaeleza kwamba hii deep state ni serikali fiche, ni kama serikali ndani ya serikali inayoendesha taifa kwa njia ya siri, kwamba japo kuna rais aliokuwa anaitwa Samia Suluhu Hassan, lakini kulikuwa kuna watu nyuma yake waliokuwa wakiendesha serikali. Kadhalika alidai kwamba hii deep state kwa Tanzania ilikuwa inaendeshwa na genge ndani ya CCM lililokuwa likifahamika kama CCM Mtandao, na akamtaja rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete kama mtu ambaye anaongoza hilo genge la mtandao. Kadhalika, Kapten Tesha aliongelea kuhusu kifo cha marehemu John Pombe Magufuli, akidai kwamba genge hilo la mtandao lilihusika moja kwa moja kumuua uh, marehemu Magufuli. Kadhalika alilionya jeshi uh, alionya kwamba wanajeshi wananchi wengi wa Tanzania walikuwa wakiliamini Jeshi la Wananchi wa Tanzania kuwa ni ngome yao na akakumbusha uh, kwamba askari wengi wa jeshi hilo wanatoka katika familia za kawaida na wanaumizwa yanayoendelea katika nchi yao. Kwa hakika haya ndio yalikuwa matumaini ya Watanzania wakati uh, taifa lilipoingia katika maandamano ya Oktoba ishirini na tisa. Kwa hiyo kama alivyosema Captain Tesha, Watanzania wengi walikuwa naimani na imani na jeshi la wananchi wa Tanzania, bahati mbaya liliwaangusha. Captain Tesha pia aliongelea kuhusu uchaguzi kwa sababu ikumbukwe, hii ilikuwa ni tarehe nne, zilikuwa zimebaki siku ishirini na tano kabla ya kufanyika huo uchaguzi. Na akasema kwamba maandalizi ya uchaguzi huo yalikuwa yamejaa rushwa, hongo na ukiukaji wa sheria. Akasema kwamba tume ya uchaguzi imepoteza uaminifu, na akahoji kwa nini serikali inang'ang'ania uchaguzi katika mazingira ya hila, na akaitaka TAKUKURU kufanya uchunguzi kuhusiana na madai mbalimbali tuhuma mbalimbali mbali za rushwa. Pia alizungumzia kashfa mbalimbali za utawala wa Jakaya Kikwete, ikiwa ni pamoja na EPA, Richmond, Meremeta, rada, Escrow na bandari ya Dar es Salaam, na akadai watu wale wale ambao walikuwa wakifanya ufisadi zama za Jakaya Kikwete ndio walikuwa wamerudi tena katika utawala wa Samia Suluhu Hassan. Kadhalika alitoa tuhuma nzito dhidi zi, ya Abdul Abduli mtoto huyu wa Rais Samia Suluhu Hassan ambaye taarifa sasa zinaeleza kwamba ndiye mkuu rasmi wa idara ya usalama wa taifa. Aa, lakini pia alitoa uh, ma, alitoa pia tuhuma dhidi ya uh, ya Ridhiwani mtoto wa, wa Kikwete Jakaya Kikwete na akadai kwamba hawa wote wawili ni wanufaika wakubwa wa mikataba mbalimbali ya serikali. Vilevile alikumbushia matukio ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano samani, matukio ya mwaka uchaguzi wa elfu mbili na kumi na tano ambapo anadai kwamba afisa mmoja wa ngazi za juu jeshini alinyweshwa sumu kwa kukataa kukiuka katiba. Sasa hili pengine lilipaswa pia kuwafungua macho wa Tanzania, kwa sababu askari ambayo uh, Captain Tesha alikuwa akimwongelea alikuwa ni mkuu wa majeshi wakati ule jenerali uh, uh, Mwamunyange ambaye ndio inaelezwa kwamba alilishwa alinyweshwa sumu. Uh, kwa, kwa, kwa sababu alikataa kutekeleza matakwa ya kifisadi. Um, na hili hatukuweza kulijua kwa sababu hatukuweza kuliangalia kwa, kwa mtizamo mkubwa, kumbe hasa ndicho kilichotokea Oktoba 29. Kwa sababu kwa mujibu wa taarifa inadaiwa kuwa maamuzi haya yaliyofanywa na huyo jenerali uh, Mkunda, mkuu wa majeshi wa sasa, kwa kiasi kikubwa ilitokana na mashinikizo na vitisho alivyokuwa akipewa na awa akina Abduli pamoja na Samia na watu wengine. Vilevile uh, vile, wito wa mwisho ambao ulitolewa na Captain Tesha ilikuwa ni kwamba aliitaka jeshi la wananchi lisimame upande wa wananchi, uchaguzi usifanyike mpaka haki itakapopatikana, na akasema kwamba alikuwa tayari kubeba gharama ya kusema huo ukweli aliyo husema. Kwa kifupi, haya ndio yo, yaliongewa na Captain John Tesha uh, Oktoba nne mwaka elfu mbili na ishirini na tano, na baada ya kutoa hotuba hiyo Captain Tesha alipotea bahati mbaya, siku mbili baada ya hotuba yake. Kama nilivyosema uh, balozi polepole pole, alitekwa Oktoba 6 ya 2025, na tukio ambalo Just TV lilihusisha na hii hotuba ya Captain Tesha. Sasa kuna habari njema zimepatikana. uh, habari hizo zimepatikana kupitia kwa mwanaharakati uh, Mange Kimambi ambaye jana alieleza kwamba yeye, yeah, amepata taarifa kuwa Captain Tesha alikuwa yupo salama na alikuwa katika nchi moja ya Asia baraza bara la Asia, lakini kwa sasa ametoka katika bara la Asia na yuko sehemu salama na anaendelea na mapambano ya kuipigania Tanzania. Hata hivyo, Mange alisema kwamba hawezi kuongea kwa undani kuhusiana na hayo kwa sababu yatawanufaisha CCM lakini hii ni habari njema kwa sababu, kwa upande mmoja watu wengi walikuwa na hofu kuhusiana na usalama wa Kapteni Tesha. Ikumbukwe kwamba ni mwanajeshi pekee aliyejitoa mhanga katika historia ya Tanzania. Kufanya hiki alichofanya ni kitu cha kijasiri sana, na laiti yale aliyokuwa ameongea watanzania wangeyachukulia kwa uzito au wangeyafanyia kazi, huenda mauaji ya Oktoba 29 na yasingetokea. Kwa bahati mbaya sio yeye tu, hata yale ambayo Balozi Humphrey Polepole pole, kwa sababu kabla ya kukumbwa na janga la kutekwa Oktoba sita elfu mbili na ishirini na tano balozi Polepole alikuwa na akiongea na watanzania kwa takriban siku tisini takriban miezi mitatu, akiwaeleza mambo mazito kuhusu nchi yao akiwaeleza hatari ya uchaguzi kufanyika katika mazingira yaliyokuwepo na nini Samia angekuja kufanya huko mbele. Kimsingi, Captain Tesha na balozi polepole walikuwa wakiwaonya Watanzania kwamba huko mbele kuna hatari kubwa, lakini kwa bahati mbaya Watanzania walichukulia hizi kama porojo na hakuna hatua yoyote iliyochukuliwa na wao. Kwa kiasi kikubwa yumkinika kusema kwamba Watanzania waliwaangusha Balozi Humphrey polepole pole, pamoja na captain Tesha. Kwa hiyo habari njema ni kwamba kama kwa mujibu wa maelezo yaliyotolewa na Mange Kimambi kwamba Captain Tesha yupo hai na anaendelea na harakati na kwamba kuna, kuna aska, kwa mujibu wa maelezo ya Mange sasa kwamba kuna wanajeshi kadhaa ambao pia wametoka katika jeshi la wananchi wa Tanzania na wako wanaipigania nchi yao kama ambavyo Captain Tesha aliwahamasisha askari wenzie kufanya hivyo. Kwa nini habari hii ni njema? Habari hii ni njema kwa sababu kwa sasa kuna mazingira ya aina mbili na yote yanasikitisha. Kwa upande mmoja, kuna Watanzania ambao ni wahanga wa yaliyojiri Oktoba ishirini na tisa. Kwa bahati mbaya, idadi kubwa ya wa Watanzania ni kama wamekubali kwamba kilichotokea Oktoba ishirini na tisa kilikuwa ni stahili yao. Juzi huko Mwanza kulikuwa na tamasha limefanywa na msanii mmoja wa Bongo Fleva. Watu kadhaa wamejazana katika ule ukumbi, wamesahau rai ilikuwa ikitolewa kwamba muwasusie kwa sababu hawa wasanii ni sehemu ya haya, hawa ndio waliwezesha haya yaliyotokea, yali Oktoba ishirini na tisa. Kwa hiyo hilo moja, lakini sambamba na hilo, kuna jitihada kubwa inayofanywa na serikali ya Samia pamoja na CCM kunormalize kwamba kilichotokea kimetokea, yamepita. Lugha unayoongea mnayasikia. Nchimbi juzi, makamu wa rais Nchimbi anasema tusiongelee kuhusu hayo mauaji yaliyotokea Oktoba ishirini na tisa, tunatuonyesha vidonda na vitu kama hivyo. Na Samia mwenyewe amekuwa aki Samia Suluhu amekuwa akiongea hadharani kwamba lugha ambazo kwa hakika si nzuri, sio za kupenda. Kwa hiyo kwa upande wao wanafanya kile inalowezekana, maisha yaonekane kwamba ni ya kawaida, hakuna kilichotokea. Hao watu zaidi ya elfu kumi waliouawa ni kama matukio tu, kama matukio mengine. Kwa hiyo yasaulika maisha andabu. lakini u...